Karibuni tena mara nyingine ndani ya Mjukuwa Bunduki, kama ni mara kwa sana, nakuomba nipe support ya kusubscribe, like, comment, share, turn on notification bell. namaanisha kwamba ukishare, unashare link hiyo, link ya Mjukuwa Bunduki YouTube channel. Hilo ndio utakayo ni support mimi ili nikuwa na viewers. Ili channel ikuwa na traffic. Huyu mama, huyu mama wa Tanzania, nataka kuzungumza kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Ndio maana nimeleta huyu mama wa Tanzania, mama madamu sudu. Ndugu zangu wa Kenya na Afrika ya Mashariki kijumla, rais wa kwanza wa muungano wa jamhuri wa Tanzania anajulikana kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere halikuwa Prime Minister mwaka 1961 hadi mwaka 1962, kisha 60, 62 64 hadi 85 alikuwa rais wa muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wazalendo ya jamii ya Afrika Mashariki yale jambo ama yale jambo ambayo imefanya ni kuje nilezee namna Tanzania iliunganishwa ikawa taifa moja, taifa la ujamii, taifa ambayo imejawa humoja. Madamu Samia Suluhu ni rais mujinga, siwezi kuomba msamaha kwa matamushi yangu. Madam mama Suluhu ni mjinga kwa sababu gani? Hatuwezi kuwa na rais ambayo hamebaitika kukalia kiti cha rais kwa sababu kifo ya marehemu Dr. Ma, Dr. John Pombe Magufuli, rais halie rudisha Tanzania katika kwenye heshima zake, rais haliyefanya wakenya sisi tukaona ya kwamba Afrika tuko na viongozi wazuri, wamejawa hekima kama marehemu John Pombe Magufuli. Mwalimu Julius Nyerere alipigania Tanzania ili tukue na umoja hujamaa, lakini mama huyu mpumbafu, ambaye afikiri Tanzania anafikiria uongozi, angalia Tanzania imasambaratika. Tanzania gizani, Tanzania gizani, kwa sababu uongozi wa kihimla, uongozi wa pumbavu, uongozi wa tamaa, uongozi wa kiritimba, uongozi wa hulganizumu uongozi wa upumbavu wa hali hii ambayo imeingizwa na Mama Suluhu. Nataka nishukuru wanajeshi wa Tanzania kusimama na kushutumu maaskari ili wasije wakatumika na mama kuua wana Tanzania. Mpongezi kwa wanajeshi wa Tanzania. Ndugu zangu, mimi nimekuwa mfuasi nimekuwa nikisimama na mama kila mara, hakitukana na yeye ama akipewa matusi katika kwenye mtandao nimekuwa nikimtetea mama, lakini hatuwezi ruhusu uchaguzi kati ya mama Sulu na Hassan, hatuwezi ruhusu kati ya uchaguzi ya mama Sulu na Hassan mwenyewe. Yeye mtu mmoja ndiye anagombania kiti ya urais, yeye anajishinda yeye mwenyewe zangu jamii ya Afrika Mashariki hatujawahi kuwa na vurugu chaguzi tangu iletwe hujamaa na rais wa kwanza. Muungano wa Tanzania kati ya Tanga na Zanzibar, Tanzania Republic ilitengenezwa na Mwalimu Nyerere, ikiunganishwa Tanganyika na Zanzibari. So mama Sulu anatoka Zanzibari kwa sababu yamejaa wapumbavu ya akili. Ni vigumu sana kuelewa uongozi wa Tanzania leo hii, uongozi wa kupumbafu, uongozi wa kihimla, uongozi ambaye haifai. Kenya tuko na rais William Ruto alienda debeni na mwenda zake Raila Muludinga, hakuwahi fungia Raila Muludinga. Tumekuwa na rais wa Jamhuri ya Kenya wa ine mheshimiwa Uhuru Kenyatta hawakuwafungia Raila Odinga ya kwamba Raila ni tishio kwao. Raila amekuepo, Raila amepigania Afrika, Raila amepigania na nchi wa Kenya, lakini hakuna rais wowote amaefungia Raila Odinga ili asiende naye katika kwenye kinyang'anyiro ya urais. Rais, Rais Moi, Rais Kibaki, Rais Uhuru, Rais William. So mama Fulu, mama Suluhu ni rais mjinga, rais mpumbafu. Huwezi sambaratisha taifa ambayo imetengenezwa na Mwalimu Julius Nyerere bila kumwagika damu. Magufuli akawa rais wa tano, rais wa hii samahani. Tukawa pia na rais Benjamin Mkapa hakawa Tanzania. Tumekuwa na rais Jakaya Kikwete, tumekuwa na kina Omar Minyi, Benjamin Mkapa, lakini hatujawahi kuwa na rais mpumbafu kama rais Mama Suluhu. Wakati taifa imesimama, watu wanaandamana, watu wanauliwa na polisi, watu watatekwa nyara. Nchi ambayo hawajai ingia katika kwenye kumbukumbu kumbu ama migogoro ya kiuchaguzi, sasa inaletwa na rais mpumbafu, rais ambaye anafahamu ya kwamba mwananchi wa leo ni mjinga. Leo hii mama Sulu amefunga mtandao leo hii mama Sulu amefunga mtandao zote kwa sababu pumbafu wake kama rais. Ndugu yangu usiwezi kuomba msamaha kwa mama Sulu, yala ambayo inafanyika ni mtu ya pumbafu ambaye anafaa kufanya. Tuko na mheshimiwa rais wetu William Ruto, tuwakosoa mheshimiwa rais wetu kwa kila, kila, kila mara akikosa, lakini rais hajawahi chukua hatua ya kufunga mtandao hajawahi. Rais William Ruto kwa nini? Rais mpumbafu kama huyu mama, ambaye amesaidika kwa sababu kifo ya Magufuli. Magufuli hangefariki mama huyu angekuwa president. Magufuli hangetangulia mbele ya haki, mama suluhu hangechaguliwa hapa ulimwengu ya Afrika. Tukadhani ya kwamba mama ako na huruma ya kwamba hatatawala kisha haige mfano ya mwenda zake rais pombe Magufuli kumbe mama ni fisi anayevaa ngozi ya kondoo. Magufuli amefariki, watu ulimwengu mzima wamelia, hata sisi wa Kenya. Mimi nasungumuza kwa sababu jamaa yangu wako Tanzania, ndugu ya babangu naishi kule, handi yangu naishi kule kule, ndio tumetoka tukaja Kenya, so nasungumuza nikijua kwa nini nasungumuza masuala ya Tanzania. Tanzania imejawa hujamaa hurafiki ya kwamba ukija Tanzania unaulizwa utaishi kwa muda gani na utaondoka kwa muda gani Tanzania. Lakini tangu Mama Sulu achukua uongozi wa Tanzania, amejawa na ukuburi hujinga nopumbavu ya kuteka Wakenya wa kuteka wananchi nyara Tanzania. Tumeona ya kwamba kwanza wakiteka Wakenya nyara. Mama Sulu, mimi ningependa kuambia wana Afrika asua wana Tanzania. Kongole kwa maandamano. Kongole kwa kazi ambayo mnafanya. Tutasaidiana kueneza hii ujumbe katika kwenye mtandao. Hadi Mama Suluhu ajue kwamba yeye ni mraisi mpumbavu. Uwezi fungia Tundu Lissu katika kwenye gereza kwa sababu anataka mageuzi. Uwezi fungia wapinzani wako katika kwenye gereza kwa sababu wanataka mageuzi. Wewe ni rais mjinga, rais mpumbavu kwa sababu taifa letu ya Kenya hatujawahi kuwa na Kimla huyo pumbafu kama hiyo. Jambo langu ya pili, ningependa kuambia wana Tanzania, lazima tuulize mama huyu, wewe kama mama ni nini umepigania Tanzania ukaleta kipya yenye haikuletwa na mwalimu Julius Nyerere? Ni jambo hipi umeleta mpya yenye haikuletwa na Jakaya Kikwete? Ni jambo hipi umeleta mpya yenye haikuletwa na Benjamin Mkapa? Ni jambo hipi umeleta mpya yenye haikuletwa na Omar Minyi? Ni jambo hipi kipya ambao umeleta ambao haikuletwa na marehemu John Pombe Magufuli. Rais ambaye ameinua taifa la Tanzania. Sasa huyu mpumbafu akaja sasa amemea pembe amesahau ya kwamba ni kifo ya marehemu akafanya haka, akakuwa haka rais rais wa Jamhuri ya Tanzania. Ningependa kuambia wa wana Tanzania. Ukombozi haiji kwa urahisi. Ukombozi haiji kwa upesi. Mwalimu Kambarage Julius Nyerere alileta ukombozi sio kwa rais. Msikubali kurudishwa katika kwenye gizani na rais mpumbafu kama Mama Samia. Msimame kutetea nji yenu humoja hujamaa huyano iliyoletwa na rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Msikubali kuwekwa gizani kwa sababu rais mpumbafu, rais ambaye afikiri rais anafikiria kwa tumbo yake na jamii yake. We cannot allow some leaders, some thugs, some goons, some terrorists like Mama Sulu ku terrorists wananchi wa Tanzania. Lazima mtanzania hapate haki yake, tutasimama na mandugu zetu madadarezi wa Tanzania. Lazima Mama Sulu akubali ya kwamba uchaguzi sio wewe, uchaguzi ni wananchi uchaguzi lazima kuwe na washindani namna marehemu Pombe Magufuli alikuwa anashindana na huyu Tundulizu, akashindana na ule Masai, Magufuli akawa mshindi. Kwa nini huyu ndiye anataka kutu dictate? Tunawambia Mama Sulu, utajua sisi na kina nani kama vijana Afrika. Lazima sisi kama vijana tutetee haki yetu, kwa sababu viongozi ambao tunukunayo hatujali tena kama wa Afrika. Lazima tushikana kama pamoja Afrika hoye Afrika siku zote lazima tulete uhuiano, lazima tulete umoja. Hatutakubali kuweka nchi yetu chini kwa sababu viongozi walafi, viongozi wanafik kama Mama Suluhu. Lazima tuambie Mama Suluhu, wewe mnafik na tutakuruhusu kutotawala unafiki yako Tanzania. ni inchi bora, Tanzania ni inchi moja. Hatutakubali kuweka taifa la Tanzania chini kwa sababu Mama Suluhu We are together na tutatembea pamoja kukataa unyanyapaa ya mama Samia. Hatutakubali, hatutakubali, hatutakubali Suluhu kushindana na Samia Hatuta kubali. Hatuta kubali, gizani Tanzania kwa sababu mama moja ambayo amebahatika kuwa rais kwa sababu kifo ya marehemu rais mchapakazi daktari ya ufisadi daktari ya maendeleo John Pombe Magufuli, tutashikilia nyaya Magufuli. Tanzania, Tanzania moja Tanzania daima lazima tukata unyanyapaa ya mama Suluhu.